Wabunge na maseneta wanaoegemea mrengo wa upinzani wameahidi kuzidi kutetea maslahi ya wananchi wa kawaida, huku wakikashifu mauaji ya kiholela hasa yanayoendelezwa na asasi za usalama kutoka kwa serikali kuu. Hii ni taarifa yake Eric Wechabe Lumbasi. Wakizungumza katika hafla ya changisho kwa vikundi vya kina mama eneo la Chiliba katika eneo bunge la Bumula, baadhi ya viongozi wanaoegemea mrengo wa upinzani wanadai kuwa maafikiano kati ya chama cha ODM na serikali ya Kenya Kwanza hayajazaa matunda yote ya kusitisha visa hivi hadi sasa. Ule mswada ambao tuliandika na watu wa UDA hauna maana tena, hauna maana tena, hata afadhali turarue, tuchome kwa sababu itawezekanaje tumekubaliana kwamba mtasimamisha mambo ya kuchukua vijana kuwapeleka kwenye polisi polisi na kuwaua, mnachukua vijana mnaenda kuwaua. Jana ama juzi walikuja kule bunge la Seneti, wanakuja kutuambia ukweli baada ya kushika Biblia na kusema nitasema ukweli. Mimi hata nilikatazwa kuzungumza kwa sababu hasira ilikuwa imenishika. Haki ya Mungu mbele, ndio muumini mambo kumi hayo mojawapo ilikuwa mambo ya kushika watoto wetu na kwenda kuwanyonga, ikwishe. Lakini mmeona juzi yule kijana ambaye anaitwa John, wameumiza huyo mtoto wa mtu, hana hatia yoyote, ati shida yake ni kuandika kwa mtandao. Yule deputy IG anafanya nini kwa ofisi? Viongozi hawa wameahidi kuzidi kupigania maslahi ya mwananchi wa kawaida huku wakishtumu viongozi kutoka Bungoma walioko serikalini kwa kukosa kutimiza malengo ya wakazi wa kaunti ya Bungoma. we are serious movement ambayo imeanza leo. Nataka nitangazie wale wanajiita kambuzingini, ukiona hapa Sifuna uone majimbo uone Wothoti uone Wane... Wamboka jak wanami mavone ta yaani yeah. ya ndavalanga ndakwa uusasiuihakuala tawas kulaukiisananio. Hata kama wewe ni baba yangu ulinisaidia nikapata kura, niwachilie niongose watu kwa uhuru. Na sisi tunambia Rais Ruto, wewe uzijitwike mzigo wa watu wengine. Wewe kama hapa katikati mambo naleta lukumba, weka lineup yako direct kwa ground hawa wananchi hapa katikati wamedanganywa miaka mingi. Sisi hapanataka wachurusi hapa katikati, sisi tunataka mambo yetu inaenda daira. Hata hivyo viongozi wa eneo la magharibi wamehimizwa kuwakuza viongozi waliopo badala ya kuwakashifu kila kuchao. Serikali ambayo iko sahihi ni William Ruto, hata kinajaku waongee wafanye hii inda serikali. Kama miaka ina baki mbili hii, lazima tuangalie vile ni sawa wakienda mbele wengine wakae, e yeah. Msizowe kupi, kupigana kupiganisha wa, wabunge wenu na viongozi wenu. Sasa ni mzuri kama wengine wanapinga wengine. Eric Lumbasi, West TV, Chiliba eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma <muchos>